Nakushukuru sana kwa kunipa nafasi, na mimi nianze kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Dokta Wajima pamoja na msaidizi wako naibu waziri Mwanaidi, mnafanya kazi nzuri sana sana, hasa ya kufichua mambo na mkipewa tu taarifa, mnawajibika. Nikupongeze sana, kwenye meza yako wewe unawajibika kutoa yale yanayoonekana ni maovu, na ukisha yatoa wewe Mheshimiwa Bashingwa ambaye ni waziri wa mambo ya ndani, naye pale anachukua nafasi. Lakini niseme tu kwamba kuna maeneo mengi ambayo mambo mabovu yanatendeka, lakini niombe serikali, kila wizara ichukue nafasi. Kama jambo limetendeka mashuleni, waziri wa elimu anahusika, waziri wa TAMISEMI anahusika, eh, waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo hab, mambo haya yakitendeka maovu wizara hizi nne zikishughulika pamoja basi hayo mambo yanaweza yakaisha haraka. Lakini mara nyingi utaona waziri Gwajima ameibua jambo lakini linachelewa kufanyiwa kazi. Lakini ikutie moyo, endelea na hayo mambo uibua, lakini pia yapeleke sehemu ili kazi ifanyike. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaanza na swala la ndoa za utotoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, Swala la hili ndoa za utotoni, nakumbuka wazi kwamba wenzetu hao wa walituambia wanakusanya maoni, wakakusanya maoni, alafu likabaki kimya. Waziri Ndumbaro alisimama hapo, na nakumbuka aliulizwa na spika, mnaleta mswada au mnaleta maoni? Akajibu tunaleta mswada. Sheria ya ndoa za utotoni ni lini itaifanyia itafika mwisho wake? Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe elimu kidogo sana kuhusu swala zima la uzazi. Nasikitika kusema kwamba wengi wanaelewa kwamba mtoto wa kike akishaona tu hedhi basi amekuwa anastahili kuolewa. Nilisafiri na mama mmoja alikuwa anatoka Zanzibar, wakati tunaongea akaonyesha na, na machungu akasema, mimi mtoto wangu ameona hedhi, ana miaka kumi. Alilia sana sasa miaka kumi, mnataka huyu mtoto akaolewe? Dalili za mtoto wa kike kukua ziko nyingi, wenzetu wanazitambua moja tu, na wengi ni hao wanaume. Mtoto wa kike kujua kwamba huyu sasa yuko tayari kuingia kwenye kuolewa au kuingia kwenye ndoa, kwanza unamwangalia kiuno chake, tunaita pelvic girdle, zipanuke lazima, unaangalia au mnaita nyonga kwa hiyo nyonga zinapanuka ndio dalili mojawapo. Dalili nyingine mtoto wa kike, sauti inabadilika sauti yake inakuwa nyororo. Dalili nyingine ni ngozi inabadilika. Ina, inabadilika. Dalili nyingine ni nywele kuota kwenye sehemu za kwapani na sehemu za siri. Lakini wenzetu mnachukua dalili moja, mtoto akiona hedhi ndio amekuwa. Si kweli, si kweli. Kwa hiyo niwaombe sana wale wanaofikiria kwamba mtoto akifikia ameona hedhi miaka kumi, kumi na mbili, watoto wa siku hizi wanapata hedhi mapema basi aolewe. Juzi mliona kwenye magazeti. Baba mmoja amemchukua mtoto wa miaka tisa akamharibu mtoto akablidi mpaka akafariki. Ndicho mnachokitaka? na hao wanaosema eti sheria zinasema mtoto akipata hedhi aolewe, watoto wao wako mashuleni wanasoma. Hakuna aliyempeleka mtoto wake akaolewe. Mheshimiwa Waziri, watuletee ushuhuda hapa watoto wao wameolewa na miaka kumi na mbili au kumi na tatu. Tunaomba sheria ya ndoa irudi. Mheshimiwa Esther Matiko aliliongea sana ili jambo, lakini bado tunaangalia tu. Wewe mtoto wako wa kike miaka kumi unampeleka kwa mwanamme kweli? hivi kwa nini tunashindwa kufanya maamuzi? Na yale maoni mliokusanya, Mheshimiwa Gwajima yamefikia wapi? Na Mheshimiwa Ndumbaro yamefikia wapi? Kwa nini bado tunashindwa kufanya maamuzi kama nchi? Hao wachache waliokuja, sijui wanasema, hapana. Sheria kuna tamaduni, lazima tuziondoe. Watoto wanahitaji kusoma, kwa hiyo hilo mlisimamie, tunataka majibu toto kuona hedhi sio kwamba ndio yuko tayari. Ni kama mahindi, mnaona zile yale mahindi yanapotoa zile nyuzi pale juu, ndio mwindi umekomaa. Si bado unaona kwamba lazima ukae ukomae, ndio ule uwezi ukauvunja ule ukala. Mahindi yale yanatoa maziwa, maziwa tu. Tujipange kwenye hilo, na kuomba mheshimiwa Gajima simama kwenye nafasi yako. Jambo jingine ambalo napenda kulizungumza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 Muwaasi, niwaombe waheshimiwa wabunge, tunaliona hili swala kama ni la mchezo, lakini haya mambo yanaendelea. Hebu tulete sheria sasa, tulete sheria, haya mambo ya kubakana ya kulawitiwa, tulete sheria kali. Tukifanya hivyo, mara moja watu watashika adabu. Lakini tuje kwenye haya mambo ya maadili kawaida, mavazi sasa hivi ni hovyo. Niwapongeze sana wasanii ambao mpaka sasa wao mavazi yao ni ya heshima, akiwemo Darasa, akiwemo eh, Lady JD, akiwemo Ben Pol, wanavaa mavazi mazuri. Lakini nyimbo mbaya na mavazi mabaya kwa wengine wote, chukueni hatua. Sasa hivi ni aibu. Kuna wanawake wanacheza vigodoro, Dar es Salaam ndio inaongoza. Hivi kweli wanacheza nguo zile? Nasikia zile nguo wanazilowesha maji halafu wanavaa ili sehemu zao zile zitingishike. Jamani, tunaona hayo kwenye maklipu. Serikali mko wapi? Kamata hao wanawake, watu wanavaa nguo za ovyo. Na hii singeli singeli imekuja vizuri, wameibadilisha, wanacheza ovyo. Mweshimiwa Bashungwa, saidianeni na mama Wajima, kamata wale wanawake wote wanaocheza, wanatuaibisha wanatuaibisha kabisa, hmm? lakini kuna watu wanacheza, unaona kabisa hii ni sawa. Alikiba anavaa vizuri, tunataka wa, wanamziki wanaovaa vizuri, tunataka wasanii wanaovaa vizuri. Kuwa msanii kuwa maarufu sio kuvaa nguo za ajabu, sio kuimba nyimbo za matusi. Sasa haya mambo tukiwa serious right from the beginning, watu watajua Tanzania sasa iko sai. Kuna jambo jingine, maadili hayo ayo mmesema hapa, tunawafundisha nini watoto hasa? Kwenye kama kuna dhehebu la dini linafundisha vitu vya ajabu, fungia. Wakati ule sajini amempeleka yule mchungaji, hakimu akamwachia mtu. Anawafundisha watoto wetu eti mimi ni Mungu, ndani yangu kuna Mungu, mnamwachia Bashingwa mnamwachia? Hapana, hapana, fanyeni sasa hivi. Naomba mreview madhehebu yote ya dini ya hovyo hovyo inayosema uongo, tuyafungie. Juzi mnaona yule, yule, yule wa madhehebu mmoja ametoka Kongo, mmeona alivyotutukana. Yule wa Kongo anasema ametuibia hela, ametudanganya. Alikuwa anaitwa nani yule? Nani huyo huyo kiboko ya wachawi. Mheshimiwa mwenyekiti, kiboko ya wachawi anatamba, alivyotufanyia Tanzania. Ndiyo hayo yanayoendelea ya kwa mama Zomaridi, eh? hivi vitu kwa nini tunaviangalia? Yaani ni aibu kweli, alafu mchungaji mzima unahubiri mbele, atakata viuno. Taarifa alafu mnasema huyo ni mchungaji. Taarifa, taarifa, taarifa. Mheshimiwa Hussein, naomba nimwongezee mchangiaji kwamba kwa kweli kuna umuhimu sana wa kuangalia maadili yetu. Leo kuna vijana wanasuka kama wanawake, kwa nini sichukuliwe hatua ya kuwanyoa nywele tunapokutana nao barabarani? Naipokea hiyo taarifa, na ndio maana nimempongeza mwanamuziki mmoja. Wewe hujamwona yule mwanamuziki ametoboa masikio na vavaa hereni? Alikiba anaishi katika maadili, lakini wengine unavaa suruali unaimba mziki umeishusha chini ili chupi linaonekana. Nani anataka kuona nani, anataka kuona chupi yako? Kwani nani asiyevaa? Kwa hiyo tuangalie hivyo vitu jamani, hebu tusimame kwenye maadili, tuwe kama Makorea jamani, tusimame kwenye maadili. Wanapaka yani ni, ni, vitu vya ajabu kabisa. Simameni kwenye na mimi hapo niwaombe sana Mama Gwajima saidiane na Bashungwa. Mheshimiwa Bashungu, hapo ndio hiyo maeneo yako, kamata kamata, tutengeneze. Mwisho niombe sana Mheshimiwa Gwajima, kama unavyofanya kunao wanafunzi wetu wenye ulemavu, hasa ulemavu wa ngozi na ulemavu wa miguu, niombe vile vifaa, tukisema wavifuate hospitalini au sijui kwenye centers hawapati mafuta ya watu wenye waarubini naomba wagawiwe mashuleni. Vifaa vya watoto wenye ulemavu viende kwenye vyuo au mashuleni, hapo tutakuwa tumetengeneza. Hawa hawana uwezo, please please, ebu viende mashuleni, wagawiwe. Kwanza ni wachache wagawiwe kama wanavyogawiwa wengine, vidonge vile vya TB, vidonge vya HIV wagawiwe mafuta mashuleni na vyoni. Baada ya kusema hayo, nikushukuru sana mwenyekiti, asante sana, asante sana mheshimiwa Dr. Teantara. Asante. Uh, mheshimiwa Tawhida Galos Kassian atafuatiwa na mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo. Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko ajiandaye. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, nichukue fursa hii kukushukuru kunipa fursa hii ya kuchangia. Kwanza kabisa nianze kwa kumpongeza waziri na naibu waziri kwa kazi kubwa wanayoifanya katika jamii yetu, hususani kwa umaalumu wao waliokuwa nao, maana wizara yao inagusa moja kwa moja wanawake, watoto na jamii nzima kwa ujumla. Kwa namna ya kipekee sisi tukiwa kama wabunge wanawake hatuna namna na hatuna maneno mazuri. Mashirikiano yao kwetu yamekuwa makubwa na wamekuwa wakifanya ufuatiliaji wa karibu. Mheshimiwa Waziri, nikupongeze, maana wewe ni waziri kwa wanawake, kati yao ni wa mwendokazi. Lakini pia ni, ni kushukuru kwa namna unavyokwenda na naibu waziri wako, naibu waziri wako muda mku